pita baada ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba kupewa nafasi, tuliona mlipata nafasi ya kukutana mkazu mkateta eh, ofisi ofisini kwake jijini Dar es Salaam. Baada ya kikao kile kumekuwa na matukio eh, nadhani unafahamu hali ya siasa nchini zilivyo, na jana tumemsikia waziri mkuu wetu huyu Dkt. Mwigulu akiwa mkoani Arusha amesema, kuna serikali sasa ime, imeanza kufanya engagement kukutana na wadau ikiwemo kanisa Katoliki. Kuna vitu mmezungumza na e, waziri mkuu amesisitiza sana nchi na wananchi e, kufanya mazungumzo kuhusiana na mambo kadhaa yaliyotokea, na akasema kabisa tumeshaanza kuchukua juu hatua za kuzifikia taasisi mbalimbali mbali, taasisi za kidini sasa, na akalitaja Baraza la Maaskofu wa Tanzania Katoliki TEC. Sasa tukiunganisha haya matukio eh, makutano ya wewe na waziri mkuu na kauli ya jana eh, vipi nini kinaendelea kati ya serikali na kanisa Katoliki kwa maana ya baraza la maaskofu ambalo wewe ni kiongozi wa ngazi ya juu? Asante sana, nashukuru kwanza kwa kutafuta nafasi tuweze kuliongelea hilo, kwa sababu ni swala ambalo linagusa eh, nchi nagusa nchi kwa sababu yaliyotokea tarehe 29 Oktoba E, mwaka 2025 e, yalikuwa ni matukio makubwa. Kuwa na tukio la uchaguzi lakini kukawa na tukio la maandamano e, katika sehemu nyingi nchini e, na hivi e, kuulizia yanayoendelea kati ya serikali na kanisa Katoliki nchini au na baraza la maaskofu kadiri mlivyoona kwenye vyombo vya habari ni halali yenu, na ni vizuri, nimefanya vizuri kutafuta eh, kujua tu kanisa limesema nini na serikali kuhusiana na hii hali. Kwanza kabisa nikiri kwamba maaskofu walianza eh, kikao chao eh, tarehe kumi eh, na moja, wamekuwa kwenye kikao vikao vya kamati na nini, lakini kumi na eh, tatu kumi na nne na kumi na tano ndio wakatoa eh, tafakari yao wakatoa tafakari yao ambayo wameelezea yaliyogusa siku ya hiyo ya tarehe ishirini na tisa lakini waliegemeza zaidi maaskofu katika kile ambacho kimeleta masikitiko na kimeharibu historia ya nchi yetu, hasa yaliyotokea mauaji. Mauaji ndio tulichokiongea sasa nikirudi kwenye mimi kukutana na e, waziri mkuu kwanza waziri mkuu tunatoka mkoa mmoja alafu ana mahusiano mazuri sana na Kanisa Katoliki e, tangu zamani tu, sio kwamba jana. Na aliponiomba niende nikamwone, nilijua tu ni, ni ndugu yangu kwa maana kwamba ni kiongozi wetu, sasa kiongozi mkubwa, lakini kiongozi mkubwa haiondoi pia na ubinadamu. Ubinadamu unabaki ujamii. Kwa hiyo nilienda pia kwa mazingira kwamba ni mtu tunafahamiana, na akaniambia uje ofisini e, sijui kama na nyumba Dar es Salaam ni kwa sababu mimi namjua yuko es, eh, Dodoma alipokuwa waziri wa fedha e, basi akaniambia nimwone ofisini. E, alinipigia yeye mwenyewe akiwa anataka nionane naye, nikasema siwezi kukataa. Ukiitwa na kiongozi wa serikali ni kiongozi wetu e, ameshatangazwa waziri mkuu ni kiongozi, na nchi inaendeshwa na serikali. Nchi inaendeshwa na serikali, tunasema serikali ni mashine ya nchi eh? Ni injini ya nchi haiwezi kuendelea. Nchi unavyojua ni watu, mipaka na utawala wa watu wenyewe eh? Nchi eneo lile, e, lenye mipaka yake na watu wenyewe na kule kujitawala kwa watu wenyewe. Basi hapo ndio tunasema. Hiyo ndio kinaunda nchi. Sasa serikali ni ile sasa injini yenyewe inofanya nchi iwe hai na itambulike na ifanye shughuli zake. Kwa hiyo ukiitwa na kiongozi wa serikali lazima uitike. Nikaenda katika mazungumzo tumeongea kwa kweli, mazungumzo yalikuwa ni binafsi. Hayakuwa mazungumzo uh, ya kibaraza la maaskofu na serikali, hapana. Ya yalikuwa ni mazungumzo binafsi na mazungumzo binafsi ni wazi tutagusa hapa na pale yaliyotokea tarehe ishirini na tisa. Sasa mtafanyaje? Sasa mna na nini? Tunaongea tu kama kawaida e, ni masikitiko e, sasa tufanyeje? Tusaidianeje? Tunaambia si tunaendelea kwa sadi kuombea, lakini tamko maaskofu wametoa e, nadhani umeliona mheshimiwa. Kwa hiyo ndio ilikuwa mazungumzo yetu kwa maana hiyo, kwamba lakini hatukuenda kuongelea baraza linaongelea kitu gani baraza linasemaje? hali hii tuifanyeje? Ee, ni wazi baraza limeongea kwenye, kwenye tafakari yake. Maaskofu wamekaa maaskofu wote wamekaa, wametoa tafakari yao, ndicho kilichofanyika. Nikamwambia ndio hicho, ndicho kilicho pale. Kwa hivi kwa kifupi, kwa kweli ningesema nilikuwa ni kwenda kumwona tu kama alivyoniita, na yeye alipenda tu tuongee tu kama ndugu na nini na wala watu wakati wa kuongea hakuwepo hata msaidizi wake yeyote, isipokuwa aliwaita tu wale kuja tukasema ku, tuka hem tuka, tupige picha bwana, tukasema kuna picha hiyo hapo tena ya Nyerere, tukae mbele ya juu ya kichwa cha Nyerere, pa picha ya Nyerere pa eh, hiyo picha ya Nyerere haikutoka. Sasa waandishi wa habari, nyinyi mnanyu mlivyo wajanja, hata picha ya Nyerere haikutoka, ikatoka tu mimi na yeye tu, tena tunavyoshangi tunavyopongezana pale. Sasa ndugu yako akipata cheo bwana, si unafurahi kidogo? <laughs> kwa hivi kwa kifupi kwa kweli hayakuwa mazungumzo ya kitaasisi, yalikuwa ni mazungumzo ya watu binafsi, na mimi siwezi kwenda mahali bila kutumwa na maaskofu, na wala mimi siwezi kuwa msemaji e, msemaji kadiri ya katiba ya Baraza la Maaskofu, msemaji mkuu anayetoa tamko kwamba tamko ni hili, anayetoa hilo ni Rais wa Baraza la Maaskofu, ndio anayetoa. Wengine wote mpaka wakabidhiwe na yeye kwa hiyo hata ningeenda ningeomba ruhusa kwa rais wa baraza Mheshimiwa baba Askofu, rais wa baraza maskofu, nimeitwa na waziri mkuu ameniomba na ni, ang, niambia amekuletea barua, anasema ajenda ni nini? Hayo hayakwepo, kwa hivi sikuenda kitaasisi, nilienda kama mimi da. Sasa picha waandishi wa habari wamezitumiaje? Ah, mimi hayo siyajui kwa kweli.